Tuangazie taarifa ambayo kwa tumeipa kipaumbele ambapo ni mbunge wa Mumias Mashariki Peter Salasya anazuiliwa katika kituo cha polisi cha central jijini Nairobi baada ya kukamatwa kaunti ya Meru. Kulingana na wakili wake Ian Mutiso, Salasya alikamatwa kwa makosa ya kuchapisha taarifa za uongo na kutoa semi za chuki. Gatete Njoroge na taarifa hiyo. Muda mchache baada ya kukamilisha mkutano na wananchi mjini Isiolo, Mbunge wa Mumias Mashariki Peter Salasya alichapisha taarifa za kutamausha katika mtandao wake wa X. Kilichofuata ilikuwa ni ripoti ya kukamatwa kwake na watu waliodaiwa kuwa maafisa wa upelelezi. Mbunge huyo akidai maafisa hao waliojihami kwa bunduki, walifyatulia gari lake risasi na kupasua gurudumu la mbele. Ni hapa ndipo alikamatwa na kusafirishwa moja kwa moja hadi kituo cha polisi cha Central Nairobi chini ya ulinzi mkali the aspect on which he was arrested was not only an excessive use of force by the persons who were under the guise of uh, police powers these individuals were, uh, were covered in masks and indeed they were carrying uh, weapons which can only be Uh, of Salasya ambaye kwa siku za hivi punde amekuwa akizuru maeneo mbalimbali mbali nchini akifanya mazungumzo na vijana, anasema kamwe hajatumia hafla hizo kushambulia serikali. Uh, Salasya anatarajiwa kusalia kwenye seli wikendi nzima. Hata hivyo mawakili wake na marafiki wa kisiasa wamefika kwenye kituo hicho wakitaka aachiliwe kwa dhamana. Gatete Njoroge, runinga ya Citizen. Naam mtazamaji, na, na baada ya taarifa hiyo tunachukua mapumziko mafupi, tutarudi na taarifa nyingine baada ya muda sio mrefu.